Matokanapata Dodoma na Mbeya, liama nanyuma ile majumba yetu hapa, tukaamia Mbeya na Dodoma toka mwaka 2022 nimerudi juzi baada ya kupata, namshukuru sana, namshukuru sana.

Wakanipunguzia gharama ndio sawa sawa sa. pole sana sa. hongera kwa huduma, hongera kwa nyie mliojitahidi mka nani, mkasogeza nani, kwa kuokoa jahazi la watu mm. Sawa kabisa, sawa, tutapeleka hizo salamu kwa Mheshimiwa Rais, mwambie tunampa hongera sana na mwambie Mheshimiwa mkuu wa mkoa, ujenzi wa hili jengo la usafishaji damu dialysis ulianza kutekelezwa tarehe 15 mwezi wa 3 2024 na, na utarajiwa kukamilika tarehe 15 mwezi wa 3 2025. Mradi huu umetekelezwa kwa awamu kulingana na pesa ambavyo zilikuwa zinapatikana. Kwa awamu ya kwanza, hospitali ilipokea kiasi cha karibia milioni 196 na ambapo katika hicho kipindi ujenzi ulifikia hatua ya kuinua ukuta wa ujenzi na kukamilika kwa asilimia sabini na nane. Awamu ya pili hospitali ilipokea karibia milioni sabini na tisa na ikakamilisha ujenzi wa jengo hili la dialysis na baadhi ya hela kutumika kununua samani ambazo ziko ndani ya jengo la dialysis. Kwa sasa mradi huu umekamilika kwa asilimia mia na huduma zimeanza kutolewa toka tarehe moja mwezi wa pili elfu mbili na ishirini na tano mpaka kufikia siku ya leo ambapo umekuja jumla ya, jumla ya sessions za dialysis za uchujaji damu mia moja tisini na tano zimefanyika na hakuna uh, taarifa zozote za vifo ambazo zimetokea wakati wa ufanyikaji wa hizi sessions. Niendelee kuwaomba sana swala la uimarishaji wa miundombinu na vifaa ni jambo moja, lakini swala la mapokezi ya huduma nzuri, huduma bora za afya kwa wananchi ni jambo lingine. Na katika hili jambo lingine la pili la wananchi kupokea huduma nzuri, huduma bora ni swala la wataalamu, viongozi, pamoja na wote wanaofanya kazi katika hospitali zetu, kupitia hospitali hii ya mkoa na kupitia watumishi e, niliowaona hapa hospitali ya mkoa, niwaombe sana kwamba muendelee kutoa huduma nzuri kwa wananchi wetu ili ilingane na ubora wa miundombinu na vifaa tiba na maboresho yote ambayo Mheshimiwa Rais anayafanya. Lakini jambo la tatu, nitumie nafasi hii kuwapongeza sana kwa namna ambavyo umeendelea kusimamia uendeshaji wa huduma za afya hapa katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa wa Katavi. Nimezungumza na wagonjwa wachache leo kwenye eneo hili la dialysis, na wamenithibitishia kwamba huduma zinazotolewa hapa ni huduma nzuri. Ninaamini kabisa na kwenye idara nyingine kama mlivyozitaja hapa, naamini kabisa huko pia wagonjwa wanapata huduma nzuri.